Kwingineko, shirika la Msalaba Mwekundu nchini kwa ushirikiano na kamati ya kimataifa ya Msalaba Mwekundu ziliandaa mazoezi makubwa ya hali ya dharura katika kaunti ya Garissa kutathmini hali ya kujiandaa ya kaunti hiyo katika kushughulikia dharura inayohusisha idadi kubwa ya waathiriwa. Naam, basi kwa hizi na habari nyingine, huu hapa ni mkusanyiko wa taarifa za magatuzi. Mshirikishi wa shirika la msalaba mwekundu katika kaunti ya Garissa, Daud Ahmed, alisema kuwa lengo lilikuwa kutathmini uwezo wa hospitali wa kuchukua hatua za dharura na pia kunyorosha udhoofu wowote ambao huenda ulitokea. The healthcare workers, the front line workers, are they able to, to, to receive such kind of a mag- uh, disaster of this kind of magnitude. So it was just to test the systems and also to strengthen the capacity. Kwingineko, watu wawili wamekamatwa mjini Kitui katika kaunti ya Kitui kuhusiana na uuzaji wa pombe haramu kwenye msako unaoendelea dhidi ya pombe haramu unaotekelezwa na halmashauri ya Nakada. Wakati wa msako uliotekelezwa na mashirika mbalimbali mbali katika eneo hilo, chupa mia sita sabini za pombe haramu zilipatikana kwenye duka moja huko Kalundu mjini Kitui.

Tukisalia katika kaunti ya Kitui, wakazi wa kata ya Ngaiye yenye utajiri mkubwa wa mawe ya chokaa katika kaunti ndogo ya Kiuso mwingi Kaskazini wanalalamikia madai ya kudhulumiwa na kampuni moja ya saruji inayotekeleza shughuli zake katika eneo hilo. Wakazi wanaishitumu kampuni ya saruji ya Simba kwa kukiuka makubaliano ya awali, wakisema kuwa wanafurushwa kwa nguvu. Kuna shamba langu nilihusia kampuni na baada ya kuuza tukaidiana, wakati atakapokuwa anatumia chamba atanipea notisi a kunipa notisi kile nilipata nilipata kuona watu wamenifahamia. Wakati huo huo, sherehe za maadhimisho ya siku ya uvuvi duniani katika kaunti ndogo ya Mbita zimefanikisha mabadiliko makubwa katika mtazamo wa kaunti ya Homa Bay wa kulinda ziwa Victoria, huku kaunti hiyo ikizindua sera madhubuti ya ustawi wa uvuvi na ufugaji wa...

Na hatimaye idara ya mazingira na mali asili katika kaunti ya Kakamega imewaonya wakazi dhidi ya kukiuka kanuni zinazopiga marufuku upanzi wa miti isiyo ya kiasili kwenye chemichemi za maji. Ile underground water we are, it is being depleted at a, at a faster rate compared to the level of recharge. Na elongeso, dira ya magwiji